Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako naomba umruhusu Katibu Mkuu kiongozi aweze kuketi. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya tukio la uapisho naomba kumkaribisha Jaji Sivangilwa Mwengesi aendelee na utaratibu wa kiapo cha maadili. Hamza Saidi Johari tena na jukumu um, la kuishauri serikali juu ya masuala yote ya kisheria ikiwemo mikataba ya kimataifa, kutoa ushauri kwa wizara, idara zinazojitegemea na taasisi za serikali kuhusu mchakato wa utungwaji wa sheria na maswala mengine yahusuyo sheria. Ni wazi mwanasheria mkuu wa serikali ni nguzo ya kutoa ushauri stahiki wa sheria zilizotungwa na bunge, sheria ndogo na maazimio mbalimbali ile miswada ya sheria kwa ajili ya kuwasilishwa bungeni na kuandaa hati zote za kisheria na maazimio kwa ajili ya kuidhinishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni baadhi tu ya nguvu iliyomo katikati ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kazi hii adhimu itakuwa chini ya himaya ya mtu huyu. Hamza Johari si mgeni wa ofisi hii, anarejea kuziegemeza sheria za nchi kwenye miimo imara ya ulinzi wake. Kumbukumbu kumbu zinairejesha Agosti 2024, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipomteua Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Hamza Johari ni mwanasheria nguli mwenye uzoefu wa zaidi ya miongo miwili katika rubaa za majadiliano ya sheria za mikataba, sheria za anga, sheria za bahari na sheria za udhibiti. Kutoka shule ya sekondari Mzumbe mkoani Morogoro hadi mashariki mwa bara Europa nchini Ukraine ndipo elimu ya sheria za kimataifa kuanzia shahada ya kwanza ya sheria na shahada ya uzamili ya sheria ya LLM vilipochotwa kutoka chuo kikuu cha Kiev. Hamza aliyekuzwa kutoka kito cha thamani iliyo johadi ya kitaifa leo ni msomi pia mwenye cheti cha uongozi na usimamizi, yani leadership management kutoka chuo cha utumishi na utawala India, yani Administrative Staff College of India uzoefu wake umetamba na njia za kisheria akishiriki mafunzo mbalimbali mbali ya kitaalamu na kuchapisha machapisho aina aina kuhusu majadiliano ya mikataba, sheria za anga na sheria za bahari. Mnamo mwaka elfu mbili kumi na sita hadi elfu mbili ishirini na nne alitumikia nchi kwa nafasi ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya anga Tanzania TCAA. Katika muda wake mwingi amekuwa mwadhiri mwalikwa, yani visiting lecturer, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Mzumbe na chuo kikuu cha Alexandria, Misri, katika masuala ya sheria za kimataifa za bahari na sheria za kimataifa ya usafirishaji nchikavu, anga na bahari. Ni wazi kwa majitoleo yake katika taaluma hii, viumbe bahari wa anga na nchikavu wangekuwa na kesi joari, angekuwa wakili tajika kusimama kizimbani kwenye mashauri yao. Hamza ni johari iliyo na inayoendelea kuhudumu kwa mng'aro ndani na nje ya Tanzania. Kutoka Sadek hadi huko duniani, amesimama kama alama wakilishi ya taifa hili. Ukifika bara ya Asia, ameshiriki kama mtaalamu aliyetoa ushauri wa kisheria kwa serikali ya Japani kuhusu mgogoro kati ya Japani na China juu ya kisiwa cha Senkaku. Kiongozi wa timu ya majadiliano ya serikali GNT katika mikataba ya huduma za anga baina ya nchi mbili ya basa baina ya Tanzania na Marekani, Kanada, Uingereza, Ufaransa, Italia, Hispania, China, Urusi, Ujerumani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Afrika Kusini, Moroko na Kenya. Pasi na shaka, ule mkataba wa bandari ya Dar es Salaam unakumbukwa. Hamza alikuwa kiongozi wa timu ya majadiliano ya serikali ya mkataba wa ushirikiano na maendeleo ya uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam na falme za Kiarabu, yaani DP World. Kwa nguvu hii iliojaza misuli ya taaluma ya kisheria ya Hamza Johari, ni shukrani kwa ujio wake katika tarehe ile ya Oktoba 21, 1970 ilipomleta juu ya uso wa dunia kutoka ardhi ya Mtwara Kuchele, Tanzania. Kila la heri mkuu. Ulinzi wa nchi yetu kupitia sheria ni imani ya Watanzania, uko mikono salama.